Leo Juni tano dunia inaadhimisha siku ya mazingira duniani. Sasa ukame wa muda mrefu, uharibifu wa ardhi na mvua kidogo ni baadhi ya changamoto ambazo wakulima katika eneo la Makueni, Kusini Mashariki mwa Kenya wanakabiliana nazo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali ni je, barabara zinazojengwa kwa njia ambayo ni rafiki kwa mazingira zinaweza kusaidia kubadilisha hali hii? Mradi mmoja unalenga kutimiza hilo kwa kukarabati upya barabara zilizo maeneo ya vijijini ili zielekeze maji kutoka kwa njia hadi kwenye mashamba ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na kupunguza mmomonyoko wa udongo. Peter Mwangangi alitembelea mradi huo ili kufahamu jinsi kazi hiyo inavyoendelea. Shamba la Rodandeti haliko karibu na mto, na hana mfumo wa kunyunyizia mimea yake maji lakini mama huyu mwenye umri wa miaka 60 ana uhakika wa kupata mavuno bora msimu huu. Hii ni kwa sababu shamba lake ambalo liko katika eneo kame la kaunti ya Makueni limeunganishwa na barabara iliyo karibu na mitaro kama hii. Wakati kunaponyesha, maji ya barabara huingia kwenye mitaro hiyo na kuelekea kwenye shamba lake. Liguya ukatupindisha kwanza, tukasikia vile wanatueleza na wakatuanza, tukaanza wakaanza waka, kaantika watu kushimba nini hii mitaru, na wakimaliza, wakatuambia waka tufande miti, wakatufea nini miti ya kufanda. Na sasa tukaona kuna siku ile mvua ilinyesha, tukaona kuko na maji, mandizi yetu ikaanza kukua haraka. Kitambo sikuwa najua kupanda hizo mandizi kwa sababu kulikuwa kumekauka, but now kichukua hiyo maji ya kutoka barabara saizi ni kuko sawa. Kitambo tulikuwa tunapata chakula kidogo, hata uwezi kula mwezi mmoja, lakini sahii unapata chakula unakula miezi miwili tatu hivi. Ikifika miezi, miezi, miezi tatu simfu ingine nakuja unalima unapata mahindi tena. Awali lengo kuu la kujenga barabara kama hii ilikuwa ni kuhakikisha kwamba inaweza kutumiwa na wakazi kwa muda mrefu, hususan wakati wa mvua, lakini kumekuwa na manufaa zaidi kwao, kwani wengi hapa wanategemea kilimo kujikimu kimaisha. Mradi huu umekuwa ukitekelezwa tangu mwaka 2017 na, na serikali ya kaunti ya Makueni pamoja na shirika lisilo la kiserikali la Metameta. Zaidi ya barabara 500 zimetengenezwa kwa njia hii, kwa mujibu wa kaunti ya Makueni, huku miti pia ikipandwa kando ya barabara kufikia kwa sasa. Kwa sababu tumeweza kuchukulia huu mradi kama mojawapo ya uh, mambo ya lazima wakati tunatengeneza barabara zetu e, tumeweza kufikia takribani e, asilimia hamsini, na tunatarajia ya kwamba katika misimu ijayo mitatu hadi mitano tutaweza kufikia e, kaunti yote. Wataalamu wanasema mipango kama hii inaweza kusaidia kubadili athari za mabadiliko ya tabianchi na kuimarisha uzalishaji wa chakula. Lakini ili hili lifanyike, mradi kama huu unahitaji kutekelezwa kwa ukubwa zaidi ili kunufaisha watu wengi. Unajua, barabara haiwezi kupitia kila mahali, kama you know, barabara hiyo inapita like a, a, kwa kizungu tunaita access roads. Access roads haziko kila mahali, na kwa hivyo kama ni hiyo barabara mahali inapitia ndio wanatengeneza hiyo mitaro ya maji. Ni kumaanisha kama shamba lako liko kilomita mbili tatu kutoka kwa hiyo barabara, wewe hauwezi kunufaika. Kwa hivyo inapaswa watu waone vile watashirikiana wale karibu kwa barabara, na wale wako mbali aidha wanaweza kuchimba mtaro uwe mrefu ufike kule. Lakini kwa mkulima Roda Ndeti mpango huu umeleta ahueni kwa mambo mawili ambayo ni muhimu zaidi kwake ambayo ni kuwa na uhakika wa mavuno bora na pia barabara nzuri za kusafirisha mazao hayo hadi sokoni. Peter Mwangangi, BBC, Makueni.